Mama Sarungi, pole nyumbani. Alisema, e, nimwite Veronika, jina lake. Akasema watu wote wa nchi hii wengine wanamwita Mama Maria wengine wanamwita nani wengine, wote wanamwita Mama Sarungi, lakini yeye anasema yeye ni Veronika kama nakumbuka sawasawa. Sasa, kwa vile mama uliniambia nikuite Veronika, naomba nifanye hivyo. Veronika, mama yangu, mama yetu, na wanao ambao wako hapa, Veronika mwenzako na hao ambao kwa sababu mbalimbali mbali hawako hapa, naomba niruhusu niwape pole sana kwa kuondokewa na baba, kwa kuondokewa na Profesa Sarungi, na kwa wale wote ambao walikuwa wanafunzi wake na wale wote waliokuwa wafanyakazi wake, wenzake na wazee wenzake na wategi wenzake naomba niruhusu niwape pole sana. Tumekuja kusherehekea maisha yake. Nafikiri nafikiri ni sahihi kusema kwamba Profesa Philemon Sarungi amevipigana vita vyake vizuri. Nafikiri ni sahihi kusema mwendo wake ameutembea vizuri. Nafikiri ni sahihi kusema imani yake kwa wananchi wake na kwa nchi yake ameilinda. <coughs> Mimi ambaye sijawahi kuwa mwanafunzi wake wa mifupa nafahamu mifu, mambo mengi sana juu ya mifupa kwa ninafahamu umuhimu umuhimu wa kazi aliyoisomea, umuhimu wa kazi aliyoifundisha, umuhimu wa kazi ya kutibu mifupa aliyoifanya kwa umahiri mkubwa sana, na mimi na utaalamu huo kidogo. Kwa tuko hapa, tuko hapa kusherehekea maisha ya, ya huyu mtanzania wa kipekee kabisa. kuna nini la kusema zaidi? Kuna nini la kusema zaidi? Nafikiri uwepo wa watu wa aina hii katika dunia hii unafanya maisha ya dunia hii kuwa mazuri sana. Uwepo wa watu wa aina ya Sarungi unatuwezesha ku, kuwa na imani kwamba bado inawezekana kutengeneza nchi na kutengeneza jamii iliyo bora zaidi. Wanafikiri ni vema na ni haki tumshukuru Mungu kwa maisha ya Profesa Philemon, eh, Mikal Sarungi. Jana kwa nyumbani kwake nilikutana na Rais Jakaya Kikwete. E, Mheshimiwa Rais akasema katika ubishani mwingi sana aliokuwa anafanya na Profesa Sarungi, ulikuwa ni wa Simba na Yanga. Akasema kwenye hilo ha hawakuwahi kukubaliana, e, e, na mimi ni Yanga sasa, sitaki kusema sikuwahi kukubaliana na Profesa Sarungi, naomba tu tumwombee Profesa Sarungi huko aliko awe na mapumziko ya amani na milele. Amen, asanteni sana sante, sante sana, Mheshimiwa Tundu Lissu.